Utendaji serikalini ni miongoni mwa jambo ambalo limezungumzwa kwa kina kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais. Tunapozungumzia utendaji serikalini, msisitizo ni uadilifu na uwajibikaji wa serikali kwa wananchi waliotuchagua ili kuhakikisha kuwa wananchi wananufaika na rasilimali za nchi pamoja na kupata huduma wanazostahili. Serikali itawajibika na kuendelea na mageuzi ya sera zinazogusa moja kwa moja maslahi na ustawi wa maisha ya wananchi. Ninaomba nitumie fursa hii kusisitiza kuwa serikali haitavumilia watendaji au viongozi wanaotoa visingizio na wasiowajibika. Huruka ya utendaji wa kazi wa mazoea, ujanja ujanja, na kutoa taarifa za michakato badala ya majawabu havitovumiliwa hata kidogo. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu suala la marekebisho ya katiba ambalo ni mojawapo ya ahadi ya Chama cha Mapinduzi kupitia ibara ya 47 kifungu kidogo cha pili cha ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025, Mheshimiwa Rais alisisitiza kuwa serikali itafanyia kazi swala hili kwa kuanza kwanza na kuunda tume huru ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu na kufuatiwa na kuunda tume ya usuluhishi na maelewano na kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi. Ninapenda kulitaarifu bunge lako tukufu kwamba serikali imejipanga kikamilifu kutekeleza vipaumbele vyote vilivyoainishwa. Serikali imeainisha maeneo mbalimbali mbali ya utekelezaji na kupanga mpango kazi wa utekelezaji wa muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu, na tayari utekelezaji wake umeshaanza kutekelezwa kwenye maeneo kadhaa. Hivi sasa serikali kupitia wizara za kisekta imeanza kutoa taarifa kwa umma kuhusu hatua mbalimbali za utekelezaji na zilizokamilika zinazohusiana na ahadi za Mheshimiwa Rais za siku mia moja baada ya kuunda serikali ya awamu ya sita kwa kipindi cha pili.